Au mafungamano kuna aya wa hazina mafungamano. Sasa zile mafungamano huwa lazima urudi nyuma kidogo, kisha ndo shikanishe na aya hii ya leo, kwa sababu zina mafungamano, yani za wana maudhui mamoya. Ndiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika aya tulimaliza yana ilimalizika ilauwani

fungo wako zitanena kila kitu, tafungwa mdomo marae, mdomo na kitetea basi, utafungwa mdomo. Ukifungwa mdomo, hii dalili kwamba kila kitu kareboliwa ezeo Subhanah wa Taala, utafungwa mdomo, viungo vitaanza kuzunguka mpono, tatena kweli, aliipa alidulia fulani fulani, kweli alitembea enda muzini ao zitazuoa ushahidi siku hiyo. Hii ni dalili kwamba kila tunalolifanya tutakayokuyafanya na tunaoyafanya yote ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ni kufuata kila jambo. Ndio sasa, ikiwa wao mambo yote atakdika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu. Sasa aya inayofuata leo na fala yazunga kufuru na atakaye kuenda kinyume, sasa akaye hai kushikamana na ndiya ya Mwenyezi Mungu kisawasawa, kuelekea kwa Mwenyezi Mungu akawa atakufuru, fala yazunga kufuru, usimhuzunike kulingana na kufuru kwao, kuenda kinyume na makao ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.